Ziara rasmi hii inakuja ikiwa ni sehemu ya kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya Uganda na DRC dhidi ya magaidi wa EDF katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Baada ya kikao na majadiliano, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa jeshi la Uganda, alisaini mkataba wa maelewano uliorekebishwa na kusasishwa na mwenzake Jules Banza, mkuu wa jeshi la Congo FARDC, kuhusu operesheni Shujaa. Ilunga Mpeko ni naibu meja jenerali wa FARDC aliyesoma taarifa ya pamoja ya mkutano huu. Mkutano huu wa ngazi ya juu ulilenga kufanya upya na kurekebisha mkataba wa maelewano kuhusiana na operesheni zinazoendelea dhidi ya magaidi wa ADF na kujadili ahadi nyingine muhimu za nchi mbili katika nyanja za ulinzi na usalama. Mkutano huo ulifanyika kwa mujibu wa maagizo ya viongozi wakuu wawili wa, wa, wa, wa nchi ambao ni Mheshimiwa Felix Tshisekedi na Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Jamhuri ya Uganda. Tangu kuzinduliwa kwa operesheni hii, ngome kadhaa za EDF zimevunjwa haswa katika maeneo ya Beni na Irumu mashariki mwa DRC. Miezi michache zilizopita, Jenerali Muhoozi Kainerugaba alitoa msururu wa taarifa zenye utata haswa kwenye mtandao wake wa X, hadi kutishia mamlaka ya DRC. Tarehe 18 Disemba mwaka uliopita, waziri wa mambo ya nje wa DRC Teresa Kaikwamba alimwalika balozi wa Uganda nchini DRC matata wa ili kupata maelezo zaidi kuhusu matamshi ya Muonzi. Mkutano mwingine wa viongozi wawili hawa wa kijeshi unapangwa kufanyika siku zijazo nchini Uganda. Fredi Tenzilonge, Kinshasa, RFI Kiswahili.